Kama taifa taifa linahitaji kitu kinaitwa umoja, eh, union, eh, nchi yetu inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maanake kuna muunganiko kati ya Tanganyika na Zanzibar. Kuna nchi huru ya Tanganyika, kuna nchi huru ya Zanzibar, zimeungana kufomu kitu kinaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ili Tanzania iweze kufanikiwa, lazima kuwe na uh, kuwe na umoja unit kama taifa halitakuwa na umoja halitakuwa na mafanikio. Lazima taifa liwe na umoja. Nafikiri wengine wamekuwepo hapa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya umoja. Umoja wa kitaifa ni kitu muhimu. Wachungaji, naombeni mnisikilize, tunahitaji umoja wa kitaifa kuliko migawanyikano. Kila mahali tunaposikia kwamba jambo fulani halijatendeka, tunakuwa wa umoja kusema halijatendeka kwa usahihi. Kila mahali ambapo nchi inafanya vizuri na inaenda vizuri, tunakuwa pamoja kusema sasa nchi yetu inaenda vizuri, tunamtukuza Mungu kwa ajili ya nchi yetu kila mahali ambapo tunagundua kwamba kuna alama zisizo sahihi, tunakuwa kwa pamoja. Watanzania tunakuwa pamoja, wanasiasa wanakuwa pamoja, viongozi wanakuwa pamoja, Watanzania mtu mmoja mmoja anahakikisha kwamba anasimama na nchi yake. Watu wa Mungu, hatuna nchi nyingine isipokuwa Tanzania. Tanzania sio ya mtu mmoja. Tanzania sio ya wa, watu fulani. Tanzania ni ya kila mmoja aliyeko hapa Tanzania. Ikiwa na umoja huo, umoja ni kwa faida yetu wote kwa pamoja. Ko, ni jambo la muhimu sana u, watu wanafanikiwa wakiwa pamoja. Watu wengi wanagombana kwa sababu hawana umoja, lakini umoja ukiwepo watu hawatagombana. Umoja ukiwepo watu hawatashindana. E, unasema sasa, mtumishi wa Mungu, tukiwa wamoja, si vyama vya upinzani havitakuwepo? Wewe ujui kwamba vyama vya upinzani au mfumo wa vyama vingi umeletwa na watu kwa ajili ya nia mbaya? Na mataifa yanayoendelea mnionyesha demokrasia China, ambayo inafanya mapinduzi makubwa ya teknolojia duniani. Marekani ni taifa la kidemokrasia ni sawa, lakini demokrasia inapaswa iwe katika mfumo wa umoja. Kwa kama Tanzania tumekubali demokrasia, tuwe tunaendesha demokrasia yetu katika umoja eh? Yesu akasema, mimi na Baba tu moja, na kwa sababu yeye na Baba yu moja, ndiyo maana mpaka leo hii tumekombolewa kwa damu yake. Kwa umoja ni kitu cha muhimu sana ili taifa liweze kupita kupiga hatua. Tusigawanyishwe na vyama vya siasa, tusigawanyishwe na wanasiasa, tusigawanyishwe na mambo mbalimbali yoyote yaliyo ya maana na ambayo sio ya maana. Ni wanasiasa wanapita, vyama vinapita Leo hii CCM iko madarakani, kuna siku haitakuwa chama tawala tena, kitakuwa ni chama kikuu cha upinzani. Time is coming, kuna saa inakuja. Eh, vyama vya upinzani kingine kitashika dora, nacho kitashika. Kitaondoka, ataondoka mwanasiasa au atakuja mwanasiasa mwingine. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kinachodumu duniani milele. Bili nasema Mambo yote yatapita lakini neno la Mungu litasimama. Kwa hiyo kitakachosimama ni neno la Mungu. The word of God will remain forever. Kwa neno la Mungu la Mungu ni la muhimu sana. Kwa taifa la Tanzania tunahitaji kuwa na umoja. Tukiwa na umoja ndio tutafanikiwa. Usiache mwenzako anateswa na kuumizwa na wewe ukanyamaza. Ukanya unasema limempata yeye na wewe likikupata utasema limekupata mwenyewe kwa maana hali yako. Sasa hilo haliwezi kuwa taifa. Watu wa Mungu, kama mnanisikiliza. Aliwezi kuwa taifa ambalo kila mmoja anaweza akafanyiwa vyovyote, au anaweza kafanya vyovyote na ikawa ni sawa tu. Hapana, taifa lazima tuwe wamoja. Rais wetu anaposhambuliwa kinyume na taratibu kinyume na uh, inavyotakiwa, lazima tujue, rais ndio taswira, ndio bendera ya nchi yetu, ni moja kati ya alama ya taifa e, inapaswa kuheshimiwa. Anapofanyiwa isivyo haki mbele za Mungu, lazima tuseme yes. Rais wetu anaweza kuwa na makosa yake lakini kwa jambo hili rais amefanya vizuri. Kwa tunasimama kwa umoja. Hatuwezi kumwacha rais peke yake. Yes. Hatuwezi kumwacha rais peke yake. Lazima tusimame na rais wetu. Watu, kitu ambacho hajui. Mfalme akigadhibika hakuna aliye salama. Rais akichanganyikiwa hakuna aliye salama. Rais akiharibika hakuna aliye salama. Rais akiharibikiwa, narudia tena. Rais akiharibikiwa hakuna aliye salama. I tell you Rais akichanganyikiwa ana uwezo wa kuuza kila kitu kwenye nchi. Ana uwezo wa kuuza hati wewe. Maana amechanganyikiwa. Kwa rais wa nchi ni watu wanapaswa kusimama. Moja kati nimekuja, moja kati ya kitu nimekuja kugundua. Kwa kadri unavyozidi kupanda juu, watu wanazidi kukuacha peke yako. Sio wanazidi kuwa pamoja na wewe, hata wale walio karibu na wewe. Wako karibu na wewe kwa sababu kuna kitu wanakitaka. Watanzania mnisikie. Ili tufaulu kwenye vita vyetu lazima tusimame na mamlaka iliyoko. Hata kama kuna kitu akiendi sawa, tuwe na namna ambayo tuna uwezo wa kufikisha ujumbe wetu na ukafika. Kuna mtu anakuambia, hata tukisema hawatasikia. It is true, inawezekana hawatasikia, lakini kuwe na namna ambavyo kwanza sisi tuna shi, tu... namba moja, Utanzania namba mbili, nchi, namba tatu, masilahi yetu binafsi lakini lazima tunapokuja kuzungumzia mambo ya kitaifa na tunaliombea taifa, useme mbona hujaombea Chadema? Aa, mbona hujaombea si wazalendo? mbona hujaombea CCM? No, kabla ya CCM, kabla ya Tanu, kabla ya Zanu, kwa ajili ya nini? AP nini siu, kabla ya kafu, sijui mageuzi, ilikuwepo watu wanaoitwa Watanzania, hata kabla jina Tanzania halikuwepo, walikuwa watu wa asili yetu hawa watu walilinda umoja. Baba wa Taifa akaja akaweka umoja ambao hauna ubaguzi wa kimakabila au misingi ya aina yoyote isiyofaa, na ndio mpaka leo taifa letu liko hapa. Sasa, je, tuendelee kuendeleza ubaguzi na mifumo mibaya? Hapana, lazima tuwe wamoja, tulinde umoja wetu. Hata kama wanasiasa kuna mahali tunaona wanatukoroga, tuseme msitukoroge, nchi ni ya kwetu, msituchanganye, nchi ni ya kwetu. Tuombee taifa letu wa Tanzania Mlilie Mungu kwa ajili ya taifa letu, tumwambie Bwana endelea kutupa umoja. Umoja moja ni wa maana sana. Mimi pia nawaasa viongozi wa serikali, watu wanaosimamia ulinzi na usalama, chochote mnachokifanya kwa raia yoyote yule wa Tanzania muhakikishe kwamba ni kile ambacho kinachochea umoja wa kitaifa. Umoja wa kitaifa ni muhimu sana. Uh, watu wengi hawafahamu taifa linapoingia kwa mfano kwenye kipindi kama hiki cha uchaguzi, watu wasioitakia mema nchi yetu watajaribu kutumia kila mbinu wanayoweza ili ili kuleta machafuko kwenye nchi yetu, ili kuonyesha namna ambavyo labda kwamba Watanzania la la la la Watanzania la la la la. Kweli kabisa, kama uchaguzi unafanyika mwaka huu, tunahitaji uchaguzi mzuri. Aa, kama kuna kitu chochote tunahitaji kifanyike kwenye nchi, tunataka kifanyike katika uzuri. Tunachokihitaji sisi ni utulivu, amani upendo na mshikamano. Kwa hiyo, lazima taifa letu tutembee katika misingi ya umoja. Umoja ni kitu chenye nguvu sana. Watanzania tuwe wamoja, tuwe wamoja. Eh, wale walio na kwenye walio kwenye vyombo vya kutenda haki watende haki. hamna amani bila haki eh. mahali popote ambapo haki inapuuzwa amani pia inakuwa imepuuzwa. Kwa hiyo, kila mmoja kwa moyo wako wote liombee taifa letu tuombee umoja, tuwe umoja. Jamhuri yetu inaitwa jamhuri ya muungano wa Tanzania. O, tuwe wamoja, umoja ni kitu muhimu sana.